Karibishe sana katika chaneli yetu ya YouTube sasa. Ili uwe karibu zaidi na sisi na uweze kupata masomo yetu mbalimbali kuhusu afya ya mwanaume, chini ya hii video kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Ufanya kuyabonyeza ukishabonyeza, itatokea alama ya kengele Utaibonyeza pia. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unapata kila video ambayo tutakuwa tunaiweka hapa kwenye chaneli yetu ya YouTube kuhusu afya ya mwanaume. Siku ya leo tutaangazia ama tutajifunza zaidi juu ya kwa nini hili tatizo haliponi kwa kutumia dawa. Inawezekana umeshatumia dawa nyingi za kutosha ila tatizo bado lipo pale pale. Ushawahi kujiuliza kwa nini ili tatizo haliponi kwa kutumia dawa? Kama uliwahi kupiga punyeto kwa namna yoyote ile na sasa una ili tatizo, kaa ukijua kuwa ili tatizo hauwezi ukapona kwa kutumia dawa ya aina yoyote ile. Inawezekana uka unajiuliza Unaponaje ili tatizo bila kutumia dawa? Wakati watu wengi wameshakariri au kuzoea kwamba wakipata tatizo lazima watumie dawa ili wapone hilo tatizo, unaposema unapona pasipo kutumia dawa ya aina yoyote ile, ili imekaaje kaaje? Mbona kama unatuchanganya? Sasa hiyo ni swali ambalo inawezekana ukawa unajiuliza kwenye kichwa chako sasa. Hapa naomba unisikilize kwa makini, ili nikueleweshe kuhusu hili tatizo. Kwa nini nasema unapona bila kutumia dawa ya aina yoyote ile? Kitendo cha wewe ukiwa unafanya mapenzi na kujikuta unatumia dakika moja au chini ya dakika moja ni kitu ambacho umejifunza mwenyewe kwa muda mrefu, tena bila mwenyewe kujua. Ah, kumbe ni kitu ambacho umejifunza mwenyewe. Inawezekana ukawa unajiuliza kivipi? Sasa twende pamoja, ili unielewe vizuri. Kipindi ambacho ulikuwa unapiga punyeto ndiyo kipindi ambacho ulikuwa unaifundisha akili yako iweze kukariri na kuizoea hiyo dakika moja au chini ya dakika moja ambayo leo hii kwako ndio tatizo. Nataka nikueleze kwa upana zaidi. Kwa nini ulivyokuwa unapiga punyeto, ulikuwa unaifundisha akili yako iweze kuzoea au kukariri hiyo dakika moja au chini ya dakika moja ambayo unaitumia kwa sasa ukiwa unafanya mapenzi. Wapiga punyeto, hili nadhani mnalifahamu. Raha ya punyeto siku zote ipo mwishoni pale unapokojoa. Sasa watu wengi hufanya huo mchezo kwa kuitaka hiyo raha, tena kwa haraka zaidi. Hii inapelekea tendo la punyeto kufanywa kwa muda mfupi sana. Mara nyingi huchukua sekunde thelathini, sekunde arobaini na tano mpaka mtu kukojoa. Yaani, almost ni muda huo ambao mtu anautumia mpaka kukojoa, hauzidi dakika moja, ni sekunde thelathini mpaka arobaini na tano. Na sisi wapiga ponyeto tukishakojoa tu bao la kwanza wakati tukiwa tunapiga punyeto kuna hali ya kujuta inatujia, unajikuta unajilaumu kwa nini umefanya kile kitendo cha punyeto. Muda mwingine unasema leo ndo siku ya mwisho, sifanyi tena. Sasa hayo majuto yote yanasababisha, unashindwa kuendelea na bao la pili kwa muda ule ule, huwa tunakomea bao moja tu. Sasa yes, unakuta punyeto unaifanya kwa muda mrefu sana. Sasa kama tunavyojua kazi kubwa ya ubongo ni kutunza taarifa ama kumbukumbu kumbu. Kwa hiyo kila unavyopiga punyeto, muda unaoutumia ni ule ule ni sekunde 30 mpaka 45, haziwezi kuzidi hapo. Alafu ukishakojoa mara nyingi hatuendelei na bao la pili kutokana na majuto yanayotujia Hizi ni kumbukumbu ambazo zitatunzwa kwenye ubongo wako na mwisho wa siku akili yako au ubongo wako utakuwa umeshakariri au umeshaelewa kuwa huyu jamaa akipiga punyeto muda ambao anaotumia mpaka kumaliza ni sekunde thelathini mpaka arobaini na tano azidishi hapo, alafu akisha kujua hawezi kuendelea na bao la pili kwa muda ule ule. Sasa kwa mfano, ukija ukipata mwanamke ukifanya naye mapenzi, kinachotokea hapo ni sawasawa na kile kilichokuwa kinatokea wakati ule ulipokuwa unapiga punyeto. Unaweza ukawa unajiuliza hii vipi? kwa mwanamke ukiingiza utapampu mara mbili mara tatu, umesha kojoa. Wengine wakati ule ule tu wa kuingiza, yani amalizi hata kuingiza yote kwenye uke wa mwanamke, anakuwa ameshakojoa hapo hapo. Ukiwa na mwanamke ukisha kojoa, inakuwa ni ngumu sana kuendelea na bao la pili kwa muda ule ule. Akunaga mpiga punyeto mwenye ujanja huo yani pigo la kwanza la pili, asubiri dakika moja ipite aunganishe la pili, ni kitu ambacho hakiwezekani. Itabidi asubiri dakika thelathini mpaka bisaa, ndio uume usimame tena, ili aweze kuendelea na bao la pili. Na hata hakiendelea na bao la pili, muda ambao atakautumia ni ule ule, hautozidi dakika moja. Sasa tukija kulinganisha kinachotokea kwa mwanamke na punyeto, tunapata jibu ni sawa. Kwenye punyeto, muda ambao tunaotumia mpaka kukojoa ni chini ya dakika moja. Ni sawa, ukikutana na mwanamke ni hivyo hivyo. Kwenye punyeto, ukishakojoa, hatuendelei na bao la pili kwa muda huo huo pia kwa mwanamke ni hivyo hivyo, ukisha kojoa hauwezi kuendelea na bao la pili kwa muda ule ule. Utasubiri kidogo muda upite, ili uweze kuendelea. Mwishoni tunakuja kugundua kuwa ubongo wako au akili yako imeshazoea na kukariri yale mazingira ya punyeto ambayo umeyafanya kwa muda mrefu hiyo ndiyo tatizo ambalo wewe linakusumbua sasa. Ili tatizo la ubongo wako au akili yako kuweza kukalili yale mazingira ya punyeto, auwezi ukalitibu kwa kutumia dawa hata siku moja. Utakuwa ni mtu wa kubadilisha madawa tu kila siku, ila tatizo litaendelea kuwa pale pale. Kama ulishawahi kutumia dawa ya aina yoyote ili kutibu hili tatizo, nadhani kwenye hii pointi tutakuwa tunaelewana vizuri sana. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri kwa nini hili tatizo haliponi kwa kutumia dawa. Utakuwa unajiuliza hili tatizo unalitibu vipi? Ok, hili tatizo unalitibu kwa kufundisha tena ubongo wako au akili yako upya itoke kwenye dakika moja ambayo imekariri kipindi hicho ulichokuwa unapiga punyeto na ianze kukariri na kuzoea mazingira mapya ya dakika nane kumi ishirini na kuendelea. Swali linakuja, je, ubongo wako utaufundisha vipi, au akili yako utaifundisha vipi iweze kutoka kwenye dakika moja iliyokariri na iweze kukariri mazingira mapya ya dakika nane kumi ishirini na kuendelea. Kwa leo naomba niishie hapa. Hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yangu ili usipitwe na kila video ambayo nitakuwa naiweka hapa. Pia kwenye sehemu ya komenti kama autojari utaniandikia, je, ulishatumia dawa mara ngapi na hizo dawa ambazo umetumia zilikupa mafanikio ya aina yoyote au bado unaendelea kutumia dawa mpaka sasa hivi na hujaona mafanikio yoyote?